Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi sisiem Bara Stephen Wasira, amesema mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Freeman Mbowe amepotea kutokana na matusi ya wa wanachama wa chama chake. Akizungumza katika mkutano wa hadhara kata ya Kemondo wilaya ya Bukoba mkoani Kagera Machi 22, 2025, Wasira alisema kuwa katika kipindi cha siku 31 za mchakato wa uteuzi ndani ya Chadema wanachama wa chama hicho walikuwa kitukanana, hali iliyomfanya Mbowe kutoweka. Wakati sisi tunachagua wagombea wao walikuwa Dar es Salaam wakitukanana kwa siku 31, wanachama wao wana nguvu ya matusi, wamemtukana Mbowe hadi amekimbia, alisema Wasira. ameongeza kuwa Mbowe hajaaga dunia bali yupo anauguza vidonda vilivyotokana na matusi. Katika mkutano huo, Wasira amewataka wanachama wa CCM kujifunza kuheshimiana na kurekebisha makosa wanapobaini mambo hayaendi vizuri. Amesema kuwa CCM ni chama cha wadau na kimejijengea utaratibu wa kujisahihisha tofauti na vyama vingine ambavyo vinatukanana hadi vinagawanyika. Hata sisi, sisi ni chama cha wanadamu, tunaweza kufanya makosa, lakini tuna kitu kinaitwa tujisahihishe. Ndio maana tukiona mambo hayaendi vizuri tunajiuliza kwa nini? Hali iko vipi? Tunabadilisha mambo, alisema. Ziara ya waziri katika mkoa wa Kagera ililenga kukagua uhai wa chama utekelezaji wa ilani ya CCM ya mwaka 2020 hadi 2025, kusikiliza changamoto za wananchi na kuhutubia mikutano ya hadhara itakumbuka kwamba uchaguzi wa Chadema Januari 21, 2025, Lissu aliibuka kidedea na kumpiga chini aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho kwa zaidi ya miaka ishirini Freeman Aikael Mbowe, na pia Mbowe alimpongeza Lisu baada ya ushindi, na hapo ndipo Lisu alichukua usukani wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema. Lisu amemng'oa madarakani Freeman Mbowe, ambaye alikiongoza chama hicho kama mwenyekiti kwa miongo miwili. Mbowe amekuwa wa kwanza kukiri kushindwa na kumpongeza Lisu kupitia mtandao wa X. Timu wa kampeni ya Lisu pia ilitumia mtandao wa X kutangaza ushindi wake. Matokeo rasmi ya uchaguzi huo uliofanyika Jumanne usiku ulionyesha kuwa Lisu alipata asilimia 51.5 ya kura zote dhidi ya 48.3 alizozipata Mboe. Mara baada ya wagombea wakuu Mboe na timu ya kampeni ya Lisu kutuma salamu za matokeo kupitia mtandao wa X, Wakala wa Lisu kwenye uchaguzi huo na aliyekuwa mbunge wa Arusha Wedi Breslema, aliwaambia waandishi wa habari kuwa Chadema ndiyo imeshinda chama kimuonesha demokrasia iloko maa huu ulikuwa uchaguzi huru na wa haki kabisa, na umerushwa mubashara na vyombo vya habari. Watu wote wameliona hilo, alisema Rema. Lisu alimpongeza Mbowe mwenyekiti mpya wa Chadema, Tundu Lissu baada ya kutangazwa mshindi. Alisema chama hicho kimeweka kiwango cha dhahabu cha demokrasia ya ndani na kuvita vyama vingine vya, vya siasa nchini umoi kuiga mfano wao. Lissu alisema uchaguzi huo ulikuwa wa wazi, huru na haki bila mizengwe, japo alikiri kuwa kulikuwa na misuguano na kasoro za hapa na pale. Tumefanya jambo ambalo halijawahi kufanywa toka chama chetu kianzishwe. Tumeweka kiwango cha dhahabu tunaambia vyama vingine kama vinaweza viige, alieleza Lisu. Lisu pia alitumia hotuba yake hiyo ya kwanza kama mwenyekiti kumshukuru mtangulizi wake Freeman Mbowe akisema alichukua kijiti cha uongozi wa chama hicho wakiwa na wabunge watano na katika uongozi wake amekifanya kuwa chama kikuu cha upinzani Tanzania. Lesu pia alisema Mbowe ndiye aliyefanikisha uchaguzi wa jana na leo kuwa huru na haki na anastahili pongezi. Historia ya chama chetu itakapoandikwa watatambua huu mchango wako mkubwa uliotoa. Mwenyekiti huyo mpya alisema Mbowe hajastaafu na ataendelea kuwa mjumbe wa kudumu wa kamati kuu ya chama hicho kama ambavyo katiba ya Chadema inavyoainisha. Mbowe alimwagiza Lissu kutibu majeraha. Freeman Mbowe, mwenyekiti wa Chadema aliyemaliza muda wake baada ya kushindwa katika uchaguzi na Tundu Lissu, alisema mchakato wa uchaguzi huo umekiacha chama hicho na majeraha. Mbowe alisema japo uchaguzi umefanyika katika misingi ya uhuru, haki na uwazi kama ambavyo aliahidi awali lakini alisema mchakato wa kampeni umeacha majeraha, na alimtaka Lisu na viongozi wengine waliochaguliwa kuleta maridhiano ndani ya chama. Mimi niliahidi kuwa kama ningeshinda, ningeliunda kamati ya ukweli na maridhiano ili watu wazungumze na kutibu majeraha yaliyoletwa na kampeni. Sasa kama mnaniheshimu kama baba basi nawaagiza Lisu na viongozi wenzako wapya mlete maridhiano baada ya majeraha yaliyoletwa na kampeni, alisema Mbowe. Pia aliwataka viongozi wapya kusimamia na katiba ya chama hicho na kujizui kuwa na kiburi. Kuhusu mustakabali wake kisiasa, Mbowe alisema anachukua likizo na ataendelea kujikita katika kufanya biashara zake na kuendelea kukishauri chama Nimepewa likizo ya lazima na nitaenda kwenye biashara zangu nitafute pesa ana nitaendelea kutoa ushauri kwa chama. Nashukuru nimepewa likizo hii kidemokrasia na katika mfumo ambao nimeujenga mwenyewe. Kuna watu waliniambia nijitoe kwenye uchaguzi nitaathirika, nikawaambia nitafia demokrasia. Kampeni kali Mbowe na Lis, kumalizika kwa uchaguzi huo ulihitimisha takriban kipindi cha mwezi mmoja cha kampeni kali kati ya mwenyekiti Mbowe aliyeondoka madarakani dhidi ya makamu wake Lisu. Lisu aliendesha kampeni zake akijielekeza kwenye kuleta mabadiliko ya namna Chadema inavyoendesha shughuli zake za kisiasa. Alimtuhumu Mbowe akidai amebadilika mno tangu alipotoka gerezani alipokuwa ameshikiliwa kwa miezi nane akikabiliwa na kesi ya ugaidi pia alimtuhumu mbowe kwa kupokea fedha kutoka kwa watu walio karibu na serikali japo hakuwahi kutoa ushahidi wowote mbowe alikuwa akisema kuwa bado ana kazi ya kufanya kukiimarisha zaidi chama huku akimwita lisu muonge anayewachafua watu bila ushahidi hata hivyo wawili hao waliuambia mkutano mkuu wa chama wakati wa kuomba kura kuwa watabakia ndani ya chama bila ugomvi bila kujali matokeo ya uchaguzi. Lakini wafuatiliaji wa masuala ya siasa za Tanzania wanasema kuna hatari ya chadema kudhoofika na kugawanyika kutokana na tuhuma ambazo viongozi hao wawili walitupiliana wakati wa kampeni za uchaguzi. Tundu Antipas Lissu, ni ujasiri wake ndio uliompa umaarufu kwa kupambana kama mwanaharakati dhidi ya vyombo vya dola.